Tuelekee kaunti namba 34 ambapo ongezeko la vifo vya akina mama vinavyosababishwa na uvujaji wa damu wakati wa kujifungua vimeongezeka katika kaunti ya Kajiado. Hali hii iliwachochea washikadau wa sekta ya afya kuandaa matembezi ya mbio za kuhamasisha jamii kuhakikisha wanawake wanaojifungulia hospitalini kwa usalama zaidi. Mbio na matembezi ya kilomita kadhaa zimefanyika katika kaunti ya Kajiado Kusini kwa lengo la kuhamasisha jamii kuhusu hatari ya uvujaji damu wakati wa kujifungua. Changamoto inayoendelea kugharimu maisha ya kina mama wengi. It is estimated that kwa mujibu wa wataalamu wa afya ya uzazi nchini Kenya, asilimia sita ya vifo vya kina mama hutokana na matatizo ya uzazi, huku asilimia thelathini na nne ikihusishwa moja kwa moja na tatizo la uvujaji wa damu baada ya kujifungua. Postpartum hemorrhage inachangia vikubwa katika uh, vifo vya kina mama ambao uh, ni wajawazito ama ambao wamejifungua uh, nationwide stands at around 6%, of which uh, of, uh, of maternal death maternal uh, death, of which 34% is PPH. yeah. I just want to raise the voice that as much as we've got a number of women died it is also possible to reverse that and make women survive after delivery. So far, Kajiado County, since January to date, we've lost a total of 13 women Out of the 13, five of them are coming from Kajiado South. Imebainika kuwa sehemu ya changamoto hizi zinachangiwa na wanawake kujifungulia nyumbani badala ya hospitalini, jambo linaloongeza uwezekano wa vifo. Ile nyakati ya kuzalia nyumbani imepita, niambie watu wetu Hakuna vile sasa unaweza salia nyumbani, kwa sababu dunia imebadilika, magonjwa ni mengi. Unaweza kuwa unatembea wewe, ni mjamzito uko na pressure na haujui. Unaweza pia kuwa wewe ni mjamzito hauna damu ya kutosha. Kuna wamama hata wanakuja kwa hospitali wakiwa na damu ile wa madaktari wanaita HB ya 4 na unajua ile inahitajika ni zaidi ya kumi na sita. Kwa hivyo niwaambie, usikubali mahali yote kusalia nyumbani afadhali ufike kwa hospitali ndio kama kuna changamoto yoyote tuweze kujua mapema, ili tuweze kurekebisha mama kabla mambo haijaenda vibaya. Ni maana sana mama kufika kliniki na mama kufika hospitali, tuje tuokoe maisha, mtu asije kufa baadaye iwe ni majuto kwetu ya kwamba tumepoteza watu wa maana katika ma, eh, katika komuniti yetu. Ibiza langu la kuambia vijana wenzangu ambaye labda wameoleka ama wanatarajia pia kupata jiko, ni kuambia tunafaa kuwa kipaumbele juu. Au ni wazazi wetu, ama ni wake wetu, tunafaa kuwa wa kwanza katika mstari ya mbele, kuwa wa kwanza kuwapeleka hospitali katika kliniki katika mtoto kupata chanjo, sisi ndio tunafaa kuwa wa kwanza, na hata pia ikifika wakati wa kujifungua, sisi ndio wa kwanza tunafaa kuwapeleka mbele. Aidha, waziri wa afya wa kaunti ya Kajiado aliagiza ambulensi zote za kaunti zitumike ipasavyo kwa kuwahudumia kina mama wajawazito, hasa maeneo ya mashinani ili kupunguza vifo vinavyosababishwa na kuchelewa kufika hospitalini. Nancy Kering, Runinga Citizen, Loitoktok, Kajiado Kusini.